Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu, masha Allah tabarak rahmani. Ndugu zangu wapenda kheri, huu ni msikiti hunajengwa, ni nyumba ya Allah tabarak rahmani. Tunahitaji tofali. Tofali zilizokuwepo hapo kama mnaona hazitoshi, tunaomba tupate tofali kwa ajili ya kumalizia kozi tatu na linta. Kila tofali moja ni shilingi elfu moja na mia moja ndugu zangu, tunawaomba sana, ukitaka kutuma mchango wako au swadaka yako, 0699205342 au voda 0768295342 na mbili. Ndugu zangu, tujenge kwa pamoja, hili jambo ni la Allah tabaraka rahmani. Tukifanya kheri hakika Allah atatulipa malipo makubwa duniani, kaburini na kesho akhera. Tunahitaji nondo pamoja na tofali, tofali elfu moja na mia tano na kila tofali moja ni shilingi elfu moja na mia moja e, pamoja na nondo ishirini kwa ajili za mkanda wa juu, mkanda wa lita. Changia swadaka yako, kabla hujatengeneza umauti wako, tengeneza kwanza akhira yako, kwa sababu kifo, bwana, muda wote, saa yoyote. Umetengeneza nini kwa Mola wako? Ndo hiko unapaswa kutoa kwa ajili ya kutengeneza akhira yako, eh. Kwa hiyo una tofali moja, una tofali mbili, una nondo moja, changia mchango wako. Mwenyezi Mungu tabaraka rahmani hatakulipa. Msikiti huu unaweza kaingia watu mia sita e, mpaka mia sita na ishirini wanaweza wakaswali katika huu msikiti. Sasa wewe mpenda heri, hakika ukifanya heri umefanya kwa ajili ya mola wako na Allah atakulipa. Shida kubwa ni tofali, ndiyo tatizo kubwa. Kwa hiyo tunaomba insha Allah kwa uwezo wake Allah tabaraka rahmani Changia tofali yako mbili tatu tano, insha allah Mwenyezi Mungu hatakulipa, mtolee mzazi wako, mtolee mama yako, mwanao. Allah tabaraka rahmani hatakulipa. Ndugu yangu utakuwa unaonisikiliza na kuipata klipu hii, hatuna mengi zaidi ya kusema, jitahidini kwa ajili ya Allah na Allah atawalipa, insha allah. Shukran, asante, afwan.